Leo nilikuwa nimekaa nikatafakari sasa, nikawa nimekumbuka kuna kitu ambacho kilikuwa kimewahi kunitokea. Ilikuwa ni kipindi fulani nilipata nafasi ya kwenda kufanya interview, yeah, ilikuwa ni interview kwenye media moja kubwa sana hapa nchini, media house kubwa. Sasa nilipofika pale, kama kawaida, ukifika pale unakaribishwa fanya vitu vya kwanza ika, ikavuka ile hatua ya kwanza. Sasa nikapita ile hatua ya pili ya kukutana na mkurugenzi mtendaji wa wa media hiyo sasa katika maswali yale ya kwanza ya kupitapita na nini, ikafika swali akaniuliza nipe mchakato wako ambao unafanya kazi, unatumia mchakato gani kwenye kufanya kazi, unaongeaje na wateja? Sasa kuna michakato ambayo tunakuwa tunapitia, ikawa nimempa ile michakato ambayo inakuwa napitia mara nyingi sana, ambapo kwa mteja wa kwanza, mfano kuja, Michael nataka unitengezee brandi na biashara yangu, nataka unitengezee logo na kila kitu ambacho kinahusika kwenye brandi. Sasa unakuja na yale maswali <laughs> biashara ya yako inahusu nini, vitu hivi unawafuatilia, una wateja gani au unataka kuuzia wateja gani? Haya yote maswali yana connection na na ile unatafuta hii connection ambayo unaweza ukaitengeneza ili uweze kupata ile ile brand identity ambayo inaendana na kwa sababu sometimes, bila kufanya hivyo unaweza ukakosa inspiration, mwisho wa siku unaishia kwenye kucopy na kupaste. Kwahiyo hiyo njia ya kuuliza maswali inasaidia tu sio kwenye kupata inspiration bali pia inaweza kujenga connection ya wale watu ambao unawatafuta na ile brand. Kwa hiyo mtu akiona, anaona kile kitu ambacho kinaendana na mimi, tofauti na ile kwenda tu kichwa kichwa, bila kufuatilia na yale maswali ya prerequisite questions. Sasa baada ya kumuuliza hayo maswali e, baada ya kuniambia hivyo nikamjibu, zile process, sema hapa na mimi sitaki hicho kitu, mimi kwangu hauwezi kufanya kazi kama hiyo. kama hiyo hiyo unataka amna, haiwezekani. Kwa nini sasa mimi nitajuaje wewe una mtajuaje wewe unahitaji kitu fulani bila mimi kuuliza maswali, sema hapana. Akawa anapitia kwenye kazi zangu za, za nyuma, sasa sa zile ambazo nimewahi kufanya, kaniambia hii, labda hii ni posta ya mwalimu Nyerere au hii sikukuu ya kitaifa he, mbona hapa hamna bendera? Sasa pale najiuliza kwa nini, sasa inakuwa hivi. Ndio maana nikapata, ndio maana ukiangalia peji nyingi za media au taasisi kubwa unakutana na vitu ambavyo viko viko viko vile ambavyo